Yale malumbano ambayo yana msingi. Sasa tukikutana hivi sura zimeonana aibu na tunaambiana wazi kwamba Bwana Kakavise, mimi sikuwa na interest na mipango, labda unaona mimi na zangu ah, si na interest nao na mipango, mimi si na interest na, na, na nani sasa. Bora wewe unakuja kulitoa hilo kwamba ni kuko tayari kwa yote mawili leo. Kwa hiyo mimi hapa nilikuwa muono wangu wa mwanzo kabisa, toka mwanzo ilikuwa ni hiyo, kurudia dakika 45 uwanja wowote neutral kumalize hiyo ya mipango zote mbili na ile vujika na ya mwisho, si ndio? Kuna mechi nyingine

Jambo lingine ilikuwa ni swala la rufaa na mechi za viporo. Nilijadiliana kwa pamoja, nilikuwa na timu ya mpango pamoja na Daruti. Nilikuwa na mechi ya viporo. Ndio vitu tunazungumza na nane bora kwa muundo wake na utaratibu wake baadaye tutaonyesha. Nilikuwa eh, na agenda nyingine, mambo ya udhamini pamoja na kuonyeshwa kwa Adam na michezo yetu na nane bora na mengineyo ambayo tunayadhimia kuzungumza. Ingine, katika hilo suala la rufaa, ni yepi katika miamuliwa katika rufaa maamuzi yalishatoka, tutayatangaza baadaye, baada ya mtu wa habari kutengeneza. Nafikiri atayatua kulipenua habari irufa na maamuzi yake, lakini Olimon Nyenyembe pamoja na Iula Veterani amenufaika nagizo rufaa pia na kulikuwa pia kuna rufaa ya Kimara pamoja na wapinzani wao ambao mechi yao haikuweza kumalizika kwa dakika zote tisini. Ni rufaa tu ilikuwa ni malalamiko au mapendekezo ya mechi ambayo ikiisha, lakini mechi hiyo itarudiwa Ijumaa saa 10 jioni katika uwanja wa chuo cha polisi. Na pengine mwelekeo sasa wa ligi yenyewe ya maveterani ikoje kungukusemajdamlaoaiyo mwisho wa ligi ambobora do tumeshautengeneza nafikiri tutautangaza rasmi igane na wajumbe wanasemaje? Wamefurahishwa nami mimi niwashukuru sana wajumbe na kwenye waliozungumza, waliojadiliana nafikiri tumemaliza salama na itakuwa <coughs> wa na wakati bora kwa wazee ambao

Cha kwanza kuna timu ambazo zilikuwa zinatusumbua kusafiri, hatuwezi yani. Hata kwenye ligi haziendi, mara zinasosoa. Leo unamwambia inaenda na bora, hata kama kashinda rufaa au kashinda au kashinda afu aende kwenye kituo, inakuwa ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu tunaangalia possibility ya timu ambazo zinaweza kwenda kushinda hizo. Tunapoziangalia tusipitie kwa pamoja, kama kuna kasoro umeipa mkapa Thank you. Yeah.

mhiguona changamoto zake kwa pamoja kwa sababu sisi wote ni viongozi na lengo letu ni moja. Usili kwenye mabishano ambayo ilikuwa kwenye grupu mpaka sisi tukatumiwa kama viongozi kama vile kuna interest. Huyu mm. mpango anasema mimi ni mpango anasema akina Hashimu kina hapa wanakuambia kina Hashimu. Kuna maneno mengi kwa sababu sisi hatuna interest na ile mechi kweli kabisa. Na nimeamua kuja kwenye kikao cha pamoja tutumie msara pamoja, na tupe maamuzi. Issue ilikuwa hivi. Referees walichelewa kwa sababu mchezo. Of course ilikuwa hawana taarifa kwa kile sisi. Wakaja kwa mafungu, wakacheza chongo anaita lakini ni mechi haikuisha, mechi kamishina alikuja leti, refa alikuja kukamilika mishoni. Wakati huo matokeo yalikuwa ameshawafunga ngapi? Tatu, yes anaongoza tatu, hawa wakafikia, waka, waka kikanuni hatuwezi ah, kwa sababu refa wajia kamilika, lakini mwanzo walikubaliana kucheza mechi. Haikuisha, ikaisha hapo hapo hapo halftime, mwenye wakurudi upande mmoja. Kwa hiyo kanuni mojawapo inasema marefa wa wanne namtikamishna. Sasa pia tukajiona sisi imechezwa, japokuwa tunazungumza, kwa nini hawa walikubali toke tokea mwanzo? Kwa hiyo kuna mambo mengi yamezungumzwa. Hawa ndio viongozi wetu eh. Wao ndio wanasimamia eh, sawa sawa hilo eh. Jambo lilifanyika nje kidogo ya kikanuni eh. Lakini vilabu hivi viwili na wasimamizi waliokuwepo walikubaliana eh. Si ndio eh. Mechi ikachezwa eh. Ikafikia hapo ilipofikia, wenyeji eh. walikubali, sisi wageni tukaona si baya, tukaicheza mechi, na ile mechi cha pili kimekwisha bado kulikuwa na muda, kulikuwa na muda yani, hata kama ungesema kiza kidaingia, labda kesho yake kingerudia, labda dakika tano au sita, kitu ambacho tulikuwa tunaweza kubalansi hata kule kujitaa. Wewe ulikuwa ushaanza kufanya mipango tukacheze kwenye taa. Nazungumza hivyo ili mpawe wazi, sina nia mbaya, lakini nimekuja kwa lengo hili ambalo kuna mawili, nyie mkubali au mkatae. Nia yangu ni kutokutaka kuharibu image ya ya taasisi mimi viongozi wangu wamenituma na sio viongozi, sababu timu yenyewe iko mwenyewe, ila marketing kama na maana kwamba ndio hiyo, ndio hapo maamuzi ya. Nadhani kwanza tumchukuru kiongozi wa hilo msingi waasingibaasatumia kusema amekubali mechi ichezwe. Maana yake utaratibu hapa ilikuwa ni moja kwa moja ya development, maana yake mipango kama walikuwa walikuwa wanaogopa labda mchini muda na nini, wangecheza hata kipindi cha pili, alafu mpira ungekwisha sio kwa muda wake, wao ndio wangekata rufaa, lefu akamaliza mpira sio kwa wakati pale, rufaa mge, yao ingekuwa ni nzuri, mm-hmm. lakini kwa utaratibu ulioendeshwa na mpaka kufikia le mechi inavunjika Kiutaratibu ni moja kwa moja sehemu yote, ukienda Baruti alitakiwa apewe ushindi. Kwa hiyo ndiyo maana nasema tunamchukuru kiongozi wa Bauti yeye binafsi kusema yuko tayari mechi irudiwe. Mi nadhani hapa sasa ni kupanga kwa ajili, walishacheza kipindi kimoja, wacheze kipindi cha pili kwa dakika 45 ili mchezo wa dakika 90 itafutwe ground neutral ikatumike kufanya hiyo hiyo mechi ili wamalize hicho kikoo hivyo hatuna wadhamini, sio viwanja vipo kwenye vumbi. Mfano kwenda kucheza viwanja vya Kigamboni, unaona kuna watu wawili watatu wa nne wana viwanja vizuri kabisa, lakini sasa uko si, yani shida zetu ni pesa. Yani kama tunapata wadhamini, mimi nataka kuzungumza, kama mfano kila timu inapata hata milioni kumi kwa najipanga, yani hata kokoto atakuishia kwa, wataweza kujibeba. Lakini sasa unafuta timu empty, siku ya kwanza unaanza laki sita unakaa ndani ya wiki unaenda kumomba huyo mtu uliyemwomba mwanzo tena upate laki sita, unaenda kumomba tena anachoka, na sio kuchoka tu anakuwa hana sema swala kuchoka kwa namna ya takribani ya 4 ambao ndio kwanza tunatengeneza kama mfumo mdogo kuwashirikisha vilabu katika uendeshaji wetu wa ligi. Jambo jingine ni ni swala la rufaa na mechi za viporo, ndio kwa pamoja kulikuwa na timu ya mipango pamoja na Daudi, kwa mechi ya viporo io wengine tumezungumza na ni bora kwa muungo wake na utaratibu wake, baadaye tutamuonyesha. Tulikuwa na ajenda nyingine, mambo ya udhamini, pamoja na kuonyeshwa kwa hadhara echeze wetu na ni bora na mengineo ambayo tuliatimia kuzungumza. Rufaa maamuzi alishatoka, tutayatangaza baadaye, baada ya mtu kwa habari kumtengeneza, nafikiri atayatoa kwenye tenu kwa habari urufaa na maamuzi yake, lakini poli noni Mnyanyembe pamoja na yule veteran wamenufaika na hizo hizo rufa. Kwa hiyo kwa malalamiko limependekeza mechi ambayo ilitoka dakika ya 5 kuisha, lakini mechi hiyo itarudiwa dakika ya 6 kwa Ijumaa saa 10 jioni katika uwanja wa Chuo cha Polisi kwa sasa. Kwa ndio kusema kwa ajili ya moja hapo, kwa hiyo mwisho wa ligi ambao tunaona nane bora ndio tumeshautengeneza, nafikiri tutautangaza rasmi ndani ya baada ya wiki moja. Wamefurahishwa na mimi nashukuru sana wajumbe, na kwenye waliozungumza, waliojadiliana, nafikiri tumemaliza salama na itakuwa na watuishi bora kwa wizaa ambao ambaoiata